Hiki ni kipindi ambacho kinakutanisha mtazamaji na wafanya biashara wadogo na wakubwa. Utafahamu mengi kutoka kwao. Mafanikio yao. Eh, Juma Rajabu huyo hapo kwa udambu dambu huu huu. Nimejenga kibanda changu kwa udambu dambu huu huu. Nimeoa sasa hivi. Kupitia pikipiki hiyo hiyo. Mafanikio yapo. Mafanikio yapo, unaona, mpaka nimekomaa miaka minne hiyo j. Mafanikio yapo. Changamoto zao. Mchangamoto ulopitia bwana da, bodaboda hii kazi, wezi bwana, naweza kabaki eh. Ndoto zao. Ndoto yangu. Nishatoka hapa. Niingia kwenye level ya juu. Udangaji je? Mm. Mama ndo wachakalikaji wanahangaika. Yaani okay. Hey, hey. Ukiangalia sasa hivi asubuhi wakina mama ndo wengi wanaotoka. Yaani, unavyoamka asubuhi unavyokutana nao kina mama barabarani ni wengi kuliko wakina baba. Na vipi kuhusu Mheshimiwa Rais? Mnasemaje? Ah, yuko vizuri, yuko vizuri, mi sijaona baya kwa kweli. Mitano tena tena, sio mitano, apewe hata mia. E, aongezewe tu. Yote haya nitakujia kila siku ya Alhamis kuanzia saa 9 alasiri hapa hapa Naso TV. Hali gani, mtazamaji wa Naso TV, karibu sana katika kipindi chako pendwa cha Mapito. Niko hapa maeneo ya Tandale sokoni, nimekuja kuzungumza na moja ya wafanya biashara, moja ya wajasiria mali, watuambie wanayapya kutujuza kuhusiana nao, lakini pia mafanikio yao, changamoto zao. Utakuwa nami amishamte mwanzo mpaka mwisho, na hii ni Naso TV. Dada ya habari yako? Salama za kwako? Salama kwema, kwema. Karibu. Asante. majina yako? Ah, naitwa Shakira Suleiman Luyaya. Naam, bi Shakira. Ni kwa muda gani unakwanza unafanya biashara gani? Mimi nauza ndizi mbichi mm, kama mnavyoziona hapa okay. Uh, ni kwa muda gani umekuwa ukifanya biashara mm, na kama mwaka kama wa nne. Hongera sana. Asante eh. Toka miaka minne hiyo ambayo umeanza kufanya hii biashara mpaka leo hii ndio mm? mm. Mafanikio yako yao mm, mafanikio yapo mm. Mm, mafanikio yapo, unaona mpaka nimekomaa miaka minne hiyo huje, mafanikio yapo e, niko sokoni, mafanikio yapo japo sio kivile, ila tunalizika nayo kwa sababu kutokana yeah. na hali ya maisha mm. inabidi tu ulizike na kile ambacho unakipata yeah. E, ila familia. mafanikio yeah, na familia na watoto watatu e. No, no, e, wanasoma kupitia biashara yangu hiyo yeah. mm. O, na kijana wa form 4 ambaye anamaliza mwaka huu na wa darasa la sita. Ndio. Pia na wa darasa la pili kupitia biashara yangu hii. Asante. Na changamoto ziko. Kila ndio, changamoto ziko. Hmm, changamoto zipo ndio. Changamoto zipo hasa kwa wakina mama, si unajua tena biashara bwana zina changamoto, kuna muda mitaji inakata Ehe, kutokana na manunuzi bidhaa ziko juu, kwao mihitaji inakata. Hivyo changamoto zipo. Kina mama ambao bado hawako tayari kujiajiri. Mm, jamani labda niwaambie tu kitu <tututuki> kimoja. Kujiajiri ni raha jamani. Kwa sababu gani? Yaani, unakuwa sio tegemezi sana kwa familia ama kwa, kwa, kwa mume. Kujiajiri ni raha. Kuna raha sana tu hiyo hey. <laughs> Kwanza ni hulka ya mtu tu yeah. Sio so, kwamba labda wewe unafanya biashara, unafanya kazi ndio mzalau mume yeah. Au mzalauni. Mimi nina mume wangu na ninamheshimu na ninamjali yeah. Na ninampenda. Eh, na biashara nafanya vile vile Changamoto zipo zipo, changamoto zipo, tunakutana nazo hapana. Kwa kweli, kwa kwa kukata tamaa sija ukata tamaa. Changamoto zipo tunapambana nazo hivyo hivyo, changamoto zipo hasa kwa wakina mama changamoto zipo. Na biashara kwa siku labda <laughs> <laughs> Hiki ni kipindi ambacho kinakutanisha mtazamaji na wafanya biashara wadogo na wakubwa. Utafahamu mengi kutoka kwao, mafanikio yao. Ajuma Rajabu, huyu hapo. Kwa udambu dambu huu huu nimejenga kibanda changu, kwa udambu dambu huu huu nimeoa sasa hivi kupitia pikipiki hiyo hiyo Um, mafanikio yapo naona, mpaka nimekomaa miaka minne. Hiyo mafanikio yapo. Changamoto zao, mchangamoto ulopitia bwana bodaboda? Hii kazi wezi bwana, kabaki ndoto zao. Ndoto yangu nikishatoka hapa niingia kwenye ya juu, udangaji je na mama ndo wachakalikaji wanaangaika. Hey, hey. Yani ukiangalia sasa hivi asubuhi wakina mama ndo wengi wanaotokani, unavyoamka asubuhi, unavyokutana nao akina mama barabarani ni wengi kuliko wakina baba. Na vipi kuhusu mheshimiwa Rais? Mnasema je? Ah, yuko vizuri, yuko vizuri, mi sijaona baya kwa kweli. Mitano tena tena, sio mitano, apewe hata mia aongezewe. E, tu yote haya nitakujia kila siku ya Alhamis kuanzia saa tisa alasiri hapa hapa Naso TV. hiyo siri yangu <laughs> naweza nikasema kikawa kidogo tu watu wakawachukulia, kumbe biashara nyingi faida ni ndogo, ila kwangu mimi inanitosha, inanitosha sana. Hapana, napata napata, nadhani ningekuwa sipati nisingeendelea na biashara. Kupata napata, namshukuru Mungu kwa kweli cha kwanza kabisa, atuwezeshe wakinamama. Hakuna mama ambaye anapenda kukaa nyumbani kukua tegemezi, sidhani kama yupo. Kwa hiyo kikubwa tu ni kuwezeshwa, yani atuangalie wakina mama. Wakinamama tunaweza tukiamua tunaweza, na tukiwezeshwa tunaweza. Kwa hiyo kikubwa ni hicho, atuangalie tu wakina mama, hasa hivi wakina mama ndo wachakalikaji, wanahangaika Yaani, ukiangalia sasa hivi asubuhi, wakina mama ndo wengi wanaotoka. Yani unavyoamka asubuhi, unavokutana nao kina mama barabarani ni wengi kuliko wakina baba. Kwayo tunachoweza kusema labda mama tu atuangalie wakina mama, kutuwezesha mikopo, nini, yani atuwezeshe hivyo tu. unaonaje uongozi wake? Ah, yuko vizuri, yuko vizuri, mi sijaona baya kwa kweli. E, kikubwa ni kujituma. Unaweza ukamlaumu mtu oh, maisha ya magumu, maisha yamebana. Umekaa nyumbani umenyosha miguu, lazima maisha kayaona magumu, lakini ukitoka kama hivi, si dhani kama utamlaumu mtu, utajilaumu mwenyewe kwamba umepambana vipi ujapata. Lakini mi naona tu yuko sawa. Uy, mitano tena tena, sio mitano, apewe hata mia aongezewe. <laughs> e, tu mm-hmm. Nashukuru e, anasema, asante sana, anasema mitano tena kwa mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ulikuwa nami Ahmed Shamte na hii ni Mapito, kipindi ambacho kinakuja kila Alhamisi kupitia Naso TV. Ulikuwa nami Ahmed Shamte, nyuma ya kamera ni awesome. Nikukumbusha ku like, subscribe na ku comment. Asante. Hiki ni kipindi ambacho kinakutanisha mtazamaji na wafanya biashara wadogo na wakubwa, utafahamu mengi kutoka kwao, mafanikio yao. Eh, Juma Rajabu huyo hapo kwa udambu dambu huu, nimejenga kibanda changu kwa udambu dambu huu. Nimeoa sasa hivi kupitia pikipiki hiyo hiyo. Mafanikio yapo, mafanikio yapo, naona paka nimekomaa miaka minne hiyo. Mafanikio yapo. changamoto zao, mchangamoto ulaupitia bwana bodaboda, hii kazi wezi bwana. Ndoto zao, ndoto yangu kwenye ya juu udangaji. Je, audangaji? Mm, hakuna faida. Niseme tu kudanga kwa sasa hakuna faida. Hata hao wanaume wenyewe, hata wanaume wenyewe, wanaume wenyewe, mama ndo wachakalikaji, wanaangaika yaani ukiangalia sasa hivi asubuhi, wakina mama ndo wengi wanaotoka. Yani unavyoamka asubuhi, unavyokutana nao kina mama barabarani ni wengi kuliko wakina baba. Na vipi kuhusu Mheshimiwa Rais, mnasemaje? Ah, yuko vizuri, yuko vizuri, mi sijaona baya kwa kweli. Mitano tena tena, sio mitano, apewe hata mia. E, aongezewe tu yote haya itakujia kila siku ya Alhamis kuanzia saa tisa alasiri hapa hapa Naso TV.